Tumefanikiwa kutinga hatua ya makundi ligi ya mabingwa lakini leo katika mchezo wa leo watu wanasema performance haikuwa bora e, tofauti na ile mchezo wa kwanza. Shida ilikuwa nini kiufundi? Kweli performance ilikuwa chini na lakini tusi, kusi, adabu tusiikosea timu ni bora tunaocheza nao, yani naamini hii timu angecheza na Yanga saizi Yanga hapo. Hii timu ina uwezo mkubwa, wanacheza wanajua kubloku, wanajua kupiga pasi vizuri, unawaona timu inacheza inashambulia vizuri. Lakini ukiangalia kuna baadhi ya wachezaji wa Simba muhimu wameanza benchi, kama Shomari Kapombo. Upande wake Shomari Kapombo ana umuhimu mkubwa, mchezaji ambaye aka anagombea tuzo ya Afrika mchezaji mkuu. Fanya hivi hapo, atakuja kuona uzuri wa kushinda magoli mengi ugenini, hata kama mnazibiwa mchezo, hata kama mechi inawapalia, lakini tayari mna balance ya kushinda magoli mengi ugenini. Na kumbe mechi iliwapalia leo, ah, sasa mechi imetupalia. Lakini huu ni mpira, mpira siku zote una vipindi, kuna muda mpira unakugeuka. Inawezekana, mechi ya nyuma ulicheza vizuri perform, lakini mechi inayofuata wachezaji wakaamka vibaya pia wakacheza uwezo wa kawaida, lakini ukiangalia sio tuseme Simba imecheza vibaya, pia wapinzani tunacheza nao uangalie viwango vyao. Mi naamini timu ina kiwango kikubwa tena, cheza vizuri, unaona kabisa wanacheza kila kila nafasi wanajua kuzitumia, wanajua kudokwa, wanakaba vizuri nyumbani A ujue ujue, hajasema, atisema kama tumepoteza huu wanja jana. Yanga walicheza hapa tuliwaona, kuna vitu kibao vimefanyika, waliwasha mamoshi, alijaa hapa na ndugu zetu tunajua wale roho zao zilivyo, inawezekana wamefanya mambo yao, wameuchezea uwanja utusipate hela ya mama, yani lengo lao sio kama tutoke, yani lengo lao tusipate hela ya mama, wameblock, wamefanikiwa kweli, tumekosa hela ya mama, lakini si kikubwa kufuzu. Ujue michuano ni knockout, yani ya mtwano. Sisi tunajua hii michuano inachezaje, ndio maana tulishinda magoli mengi ugenini. Tunajua hizi teams zinabadilika, tulichukua mfano wa Galaxy kama unakumbuka, tulishinda goli mbili wakaja, akabadilika wakafanya revenge, na ndio maana tukashinda magoli mengi kule, hata kama ikitokea amebadilika tuna ngao inatulinda. Simona, leo wamekuja vingine kabisa, surprise, tumeshinda kupata goli, lakini tuna ngao, goli tatu mbele, kwa hata kama angeshinda goli moja singepita, yeah. Jamani, mlikuwa mnasema kwa Mkapa atoki mtu. Mlianza na Gaberoni kule mkapata bao moja kwa sifuri, huku mkapata sare e. Tunaona kule ugenini na singizini e, Swatini mkapata goli tatu, leo hapa mmetoka sare ni kusema sasa huu uwanja unaanza kuwasumbua? No, no, Isaya, Isaya. Sisi tunaposema kwa mkapa tokimu tunamaanisha knockout, yani mtoano kwamba sisi tunajua wewe lazima hapa ukija kwa Mkapa wezi kututoa sisi, si ndio? Kwa sisi tunaangalia, umetufunga ume, ume, tumekufunga uwanja uwanja huu watu sisi sisi tusipate tusipate. Sawa, tumeshukuru. Tumekosa ila tumevuka, tutakutana. Wachezaji wanacheza vizuri, nakwambia katika wachezaji bora katika ligi ya Tanzania ndio Simba ina bora umemwona, namba namba namba 9 9 9 yake anacheza vizuri, anatumia akili nyingi hapa Tanzania, jinsi anavyocheza uwanjani, umeelewa bwana? Yao. Nafasi nyingi ambazo mnatengeneza lakini mnashindwa kuzizalisha kuwa magoli. Pengine shida iko wapi haswa kwa Simba Simba, Simba wewe sio kama tunatengeneza nafasi nyingi au Simba ina shida? Leo timu imeamka vibaya, wachezaji wameamka vibaya usianza kusema wala Vanga si basi tunavyocheza, afu chengine tuna michezo migumu mbele. Hapa kuna mchezo wa Azam, hii mechi ziko, tulifuzu goli tatu leo mm, tumekuja kuitimisha tu na tumata. Kuna baadhi wachezaji kwa tangi tuachoshe, tumwaacha yeye amekaa benchi. Tuna mechi na Singida, sijui huko tuna mechi na Azam, mm, tuna mechi makubwa makubwa mbele, kwa hiyo lazima uone timu imebalance kiasi hiki. na tuma salamu gani sasa kuelekea kwa Azam Football Club. Kituo kinachofuata ni tarehe mbili dhidi ya Azam FC. Kwa simba hii kweli? ah -ah, wewe hii Simba ina wachezaji ina bora ina wachezaji bora wenye uwezo mkubwa. Na moja tekniki yetu kwa ajili mechi ya Azam ndio mechi iliyobakia ushindani ya yeah, pengine yeah, labda mna, mna kipe hasa cha kuambia wale mashabiki Young Africans, maana nao pia walikuwa wakizungumza mengi ya kwamba Yanga waje tu waelewe, kwamba si michezo knockout ya mtoano, nje ndani nje ndani, si tushatoa tushaingia, wao wametoka, tunakutana kwenye makundi he? na wasiombe kukutana na sisi eh? Wasiombe, wasiombe, wasijisumu kukutana na sisi. Simba ipo kwenye poti namba mbili, Yanga poti namba tatu. Wasijisumu, tutakutana. Tunataka, mimi naomba Yanga wavuke paka robo finali, paka paka mkutane, malize eh, tukutane. Mimi naomba Yanga wavuke, wavuke, tukutane, tukatumuonyesha klabu bingwa, tukutane, tunakuwa Eh? Si lengo wetu tumuonyeshe si nani kimataifa. Yasi tutamwombea Mungu avuke.